Leo tunazungumzia kwa nini Tanzania ni hazina ya kipekee ya utalii wa asili duniani. Kama unapenda maudhui haya, usisahau kusubscribe, kulaiki na kushiriki kwa wengine. Tanzania ni miongoni mwa nchi chache barani Afrika na duniani zilizojaa utajiri mkubwa wa vivutio vya asili, kutoka mbuga za wanyama hadi milima mirefu, fukwe nzuri hadi maziwa makuu. Kila kona ya Tanzania ni somo la kipekee la uzuri wa dunia. Tuna mbuga kama Serengeti, Mikumi, Sadan, Ngorongoro Crater, Caldera ya kipekee duniani, na mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika lakini si hayo tu, kuna vivutio vya kihistoria kama vile mji mkongwe wa Zanzibar, Bagamoyo, mapango ya Amboni na bonde la Olduvai ambalo lina historia ya mwanadamu wa kale. Tanzania pia ina jamii zenye tamaduni wa kuvutia wa Masai na wa Hadzabe, wote wakichangia katika urithi huu wa kipekee. Kwa nini tuende mbali wakati Tanzania yetu ina kila sababu ya kuvutia watalii kutoka kila pembe ya dunia? Hii ni fursa ya ajira, maendeleo na kutangaza nchi yetu kimataifa. Hebu tuenzi hazina hii ya asili, tuitembelee, tuhifadhi na kutangaza Utalii si kwa wageni tu, bali pia kwa watanzania wote. Asante kwa kutazama video hii. Kama umependezwa, tafadhali subscribe kwenye Tulonge Media, acha maoni yako na share video hii kwa familia na marafiki. Tukutane tena Jumatano kwa mada nyingine yenye manufaa. Amani iwe na